Nataka nikwambie kitu hmm, kimoja na lazima ukielewe. Tusiwi wajinga kiasi hiko. Tume ya uchaguzi haitafutwi na watu barabarani, wajua, wanichukue mimi Maftaha au wewe mwandishi, njoni tukachague tume ya uchaguzi. Sio hivyo, tume ya uchaguzi inatafutwa na serikali, kwa sababu ndio ambayo ina authority ya kufanya kitu hiko, sawa. Sasa ukidai tume ya uchaguzi iwe huru iwe huru manake nini? Wakuchukua wewe wakuweke ndani ya tume ya uchaguzi haiwezekani. Kwa hiyo mambo mengi ambayo yanafanyika, nadhani ni kukosa kuelewa namna gani siasa ya kistaarabu inaweza ikafanywa, na mengi ukitizama ni chuki tu, mengi ukitizama ni chuki. Kwa nini CCM imekaa miaka mingapi, miaka mingi madarakani? Hii chuki sio kwa watu wa ndani na hata kwa watu wa nje vile vile wale ambao hawatakii mema nchi yetu, ndivyo wanavyosema. Kwa nini sehemu kaa muda mrefu? kwa nini imefanya hivi? Lazima vyama ambavyo vimekaa muda mrefu madarakani vitolewe. Ndio mambo ambayo yako sasa hivi nchi za Ulaya, lakini kwa akili ya mwanadamu hauwezi kuchukua tume ya uchaguzi kutoka barabarani. Lazima serikali ndio iweke tume ya uchaguzi, itakuwa ni ufanyakazi wa serikali. Hauwezi kuchukua mimi mafuta a mtu private, wasiwe tukuweke ndani tume ya uchaguzi Haiwezekani. unaweza ukawa observer, yani mtizamaji au msimamizi wa kitu fulani, lakini huwezi kuwa ndani ya tume. Sasa ndugu zetu wa CHADEMA, ndugu zetu wa vyama ambavyo mimi naita vyama pinzani au vyama vya siasa, nisiwaiti vyama pinzani, vyama siasa, vya siasa, wache kufikiria jambo hilo kwamba tume lazima itoke barabarani. Tume inatoka serikalini, lazima Msajili wa vyama vya siasa na wengine lazima wasajili hiyo tume, sio mtu binafsi toka barabarani. Kwa hiyo nadhani waelewe kitu kama hiki, wafanye kitu ambacho wanakifahamu, wasifanye vitu ambavyo wasivyovifahamu. Nataka nikwambie kitu na iki kiweke akilini mwako, miaka yote hiyo palikuwepo utoaji wa rushwa. Yani nadhani umekwepa kuzungumza neno rushwa mm -hmm. lakini mimi nalisema wazi dhahiri, eh, nalisema na dhahiri <laughs> E, kwa sababu katika u, ukiwa unaogopa kuzungumza ule ukweli mm. Hautofika popote, ndio mm. maana Obama aliwaambia Marekani, kama sisi watu weusi hatuwezi kuzungumza wababu zetu walivyoteswa nchi hii mm. haiwezi kuisha moyoni, tutabakia nayo kila siku, sawa mm. na suala la kutoa fedha au zawadi kwa ajili ya uchaguzi au kwa ajili ya kupata nafasi ya juu au kuwekwa nafasi ya ubunge na sehemu mbalimbali ni swala ambalo lazima lizungumziwe wazi, kama ulizungumzi, huwezi kulimaliza. Nasema hivi, wale watoa rushwa kipindi hiki uchaguzi wa 2025 ninavyoelewa, viongozi waliopo sasa hivi katika chama cha mapinduzi hawawezi kubaliana na hiko kitu, hawawezi kukubali. Kwa hiyo wajiweke tayari tu kwamba ukitoa, na tayari wanajulikana wako kwenye listi, listi ni ndefu siwezi kudefine, lakini najua list ni ndefu. Na nimeona, nimetembea mikoa mingi, nimeona watu wanaanza kutowatoa vizawadi ambavyo naita naita ni rushwa. Nadhani mm. hawatakuwa na nafasi safari hii, wajitahidi wafanye kampeni za ustarabu, watafute nafasi kutokana na yale ambayo walofanyia raia, watafute nafasi kutokana na ujuzi wao, watafute nafasi kuwaeleza raia wataleta nini mbadala. Kulikoni kutoa rushwa. Nadhani dhani hau tukuwa na nafasi.